Karibu kwenye chaneli hii ambapo tunazungumzia mambo ambayo yanatokea ndani ya mwili wa binadamu na wengi hawafahamu. Kama ni mara yako ya kwanza kujiunga nasi hapa, basi usisahau kusubscribe, kuweka maoni yako, like na share kwa watu wengine. Chaneli hii bado changa. Kufanya hivyo kutasaidia kuwafikia watu wengi zaidi. Leo tutazungumzia suala ambalo limekuwa likiulizwa sana na wanawake wajawazito, kwa nini pua huonekana kubwa? Pana au kuvimba wakati wa ujauzito. Hili ni jambo la kawaida sana, lakini mara nyingi halijadiliwi. Wengi hushangaa wanapoanza kuona mabadiliko kwenye pua, uso na mfumo wa kupumua hasa katika miezi ya mwisho ya ujauzito. Katika video hii, tutaeleza chanzo cha tatizo, dalili, nini husababisha pua kupanuka, mabadiliko ya mwili, namna ya kujitibu na lini ni muhimu kumuona daktari. Ebu ni azime umakini wako ukapate kujifunza kitu. Pregnancy rhinitis ni hali ya msongamano wa pua unaodumu kwa angalau wiki sita wakati wa ujauzito bila kusababishwa na mafua, mzio au maambukizi. Hali hii inaweza kufanya mama ahisi: pua kuziba, pua kuonekana kubwa, pumzi kupungua, kukosa usingizi. Kimsingi ni uvimbe la msongamano unaotokea kwa sababu ya mabadiliko ya homoni na mzunguko wa damu mbili. Kwa nini pua huwa kubwa wakati wa ujauzito? Ufafanuzi wa kitaalamu lakini rahisi kuelewa. Hili hutokana na mchanganyiko wa sababu kadhaa. Moja. Kuongezeka kwa homoni za ujauzito. Wakati wa ujauzito, mwili huongeza uzalishaji wa homoni hasa estrogen, progesterone. Estrogen husababisha mishipa ya damu kupanuka vasodilation, tishu za pua kujaa damu, kuongezeka kwa unyevunyevu kwenye pua progesterone husababisha mwili kuhifadhi maji, uvimbe kwenye tishu laini za uso na pua. Matokeo yake, pua inaonekana pana, nzito na imevimba kutoka nje. Mbili, kuongezeka kwa kiasi cha damu mwilini. Mama mjamzito huongeza kiasi cha damu kwa asilimia arobaini mpaka hamsini zaidi kuliko kawaida. Damu hii inapita pia uso, pua, mishipa ya kichwa. Hii inasababisha Tishu za pua kujaa damu, kuongezeka kwa upana wa pua, pregnancy nose, pua kuwa nyekundu au kuonekana imeongezeka ukubwa. Tatu, kujikusanya kwa maji mwilini. Hii hutokea kwa sababu homoni hulegesa mishipa, mwili unajiandaa kwa kujifungua, mabadiliko ya figo yanasababisha mwili kuhifadhi maji. Edema inayotokea usoni husababisha mashavi kujaa, midomo kuonekana minene. Pua kuwa kubwa kwa sababu ya maji kujikusanya kwenye tishu laini. Hii ndio sababu mama anaweza kuamka asubuhi na kuona pua imepanuka zaidi. 4. Uzalishaji mkubwa wa kamasi. Makasi huamsha tezi za pua kutengeneza kamasi nyingi, ute mzito. Hii huifanya pua kuziba kuonekana imevimba, na kuonekana imepanuka kwa nje kutokana na uvimbe wa ndani. Tano. Mabadiliko ya tishu laini za uso. Wakati wa ujauzito ngozi hulegea, mafuta ya uso huongezeka, kolajen hubadilika, tishu laini huwa laini na zinavutia maji. Hivyo hata bila mafua, pua inaweza kuonekana upana, ncha kupanuka, mabawa ya pua, nostrils kuongezeka upana. Haya yote yanaitwa kwa kawaida pregnancy nose na ni ya muda. Tatu, dalili zinazoambatana na pua kupanuka wakati wa ujauzito. Mama anaweza kuhisi: pua kuziba, pua kuonekana kubwa, kubadilika umbo, kutoka kamasi nyingi, pumzi kuwa ngumu kupita pua, kukohoa usiku post nasal drip, kukosa usingizi kutokana na msongamano, kupunguza uwezo wa kunusa. Dalili hii huongezeka hasa usiku, wakati wa baridi, miezi ya sita hadi tisa ya ujauzito. Nne, je, ni hatari kwa mama au mtoto? Kwa ujumla hapana, ni hali ya kawaida na haisababishi madhara makubwa, lakini inaweza kuathiri usingizi, uwezo wa kupumua vizuri, faraja ya mama, kiwango cha pumzi wakati wa kulala ikiwa mama anapata tatizo kubwa la kupumua ni muhimu kumjulisha daktari. Nne. namna ya kudhibiti uvimbe na pua kuwa kubwa wakati wa ujauzito. Ingawa huwezi kuzuia homoni, unaweza kupunguza sana uvimbe. Tumia saline nasal spray au kuosha pua kwa maji ya chumvi, hupunguza kamasi, hufungua pua, ni salama kwa ujauzito. Tumia corticosteroid nasal sprays, lakini kwa ushauri wa daktari kama flonase na sakot, hupunguza uvimbe wa ndani ya pua. Tatu. Epuka matumizi ya dawa bila kushauriwa na daktari. Vitonge kama Sudafed vinaweza kuwa hatari, hasa trimester ya kwanza. Tatua mtu kupumua, mvuke kutoka moto hufungua pua mara moja, hupunguza msongamano. Tano. Laleni kichwa kikiwa kimeinuliwa, hasa kwa mja mzito. Tumia mito mbili hadi tatu ili kupunguza uvimbe usiku. 6. Kunywa maji mengi. Unyevu mwilini hupunguza kujikusanya kwa maji kwenye tishu za uso. 7. Fanya mazoezi mepesi kama kutembea huongeza mzunguko wa damu na kupunguza msongamano wa pua. 6. Je, pua hurudi kawaida baada ya kujifungua? Ndio. Karibu kwa wanawake wote. Baada ya kujifungua, estrogen hushuka, progesterone hupungua, mwili huanza kutoa maji, mzunguko wa damu hurudi kawaida. Kwa kawaida uvimbe unapungua ndani ya siku saba mpaka kumi na nne. Pua hurudi kawaida ndani ya wiki mbili mpaka sita. Ni nadra sana kubaki imepanuka milele. Ni wakati gani unapaswa kumwona daktari? Mwone daktari ikiwa pua inatoka damu mara kwa kwanza, unashindwa kupumua hata ukiwa umekaa, una homa au maambukizi ya sinus, msongamano unaleta maumivu makali ya kichwani, dalili zinakuzuia kulala kabisa. Pua kuwa kubwa wakati wa ujauzito ni matokeo ya kuongezeka kwa homoni, kuongezeka kwa damu, maji kujikusanya mwilini, uzalishaji wa kamasi, mabadiliko ya tishu laini za uso. Hali hii inaitwa pregnancy nose au pregnancy rhinitis, na ni ya kawaida, salama na ya muda. Kwa kutumia njia sahihi za kudhibiti, unaweza kupunguza dalili na kurudi kujisikia vizuri. Natumai umejifunza kitu kupitia video hii. Mwisho wa darasa hili basi ni mwanzo wa darasa lingine. Usikae mbali na tuandikie maoni yako hapo, ni kipi unataka kufahamu. Usisahau kulike na kusubscribe, pia kubonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa pindi tunapoweka video mpya.